Kazi pamoja na kujituma, hilo sina wasiwasi nao, na uhakika watafanya kazi vizuri, lakini kikubwa, nimekuja kufanya kazi kuweza kuiweka timu kwenye mazingira mazuri. Timu iko vizuri, nimekuja kuongeza nguvu e, pale tulipofikia tuweze kusogea mbele zaidi, kwa maana kwamba tumalize ligi kwenye, kwenye msimamo e, wa nafasi nzuri zaidi e, na kadiri muda utakavyokwenda, imani yangu timu itazidi kuimarika zaidi, kama ambavyo saizi ilivyo. Amna miujiza, watoe ushirikiano mkubwa kwa timu, waiunge mkono timu eh, na uhakika eh, kama itafanyika kazi ya pamoja timu itakuwa iko bora zaidi eh. Huyo ni kocha Salumu Mayanga akifurahia kabisa kujiunga na timu ya Mashujaa huku akiwaahidi eh, kwamba anataka ushirikiano ili kuweza Uh, timu hiyo kufanya mambo mazuri na kubakia ligi kuu soka Tanzania Bara. Mashujaa ilikuwa inafundishwa na Bares, sasa yeye ameng'atuka pale Yanga amechukua mikoba. Je, ataweza kuwasaidia wazee wa mapigo na mwendo kusalia katika, timu kusalia katika ligi kuu soka Tanzania Bara? Ni swali ambalo nakuuliza wewe. Unaonaje timu inaweza ikabadilika, eh, katika atkisha unapata matokeo wanaweza wakawa wanacheza, lakini uh, umaliziaji na kupata matokeo inakuwa ni shida kuna ma, hivi Mashujaa walikuwa na kiwango kibaya. Ah, kuna mali kiwango ni kizuri. E, tatizo ni ile kukwamisha mpira nyavuni au ku wachezaji ku lose concentration, nalo kipindi cha kwanza wanakaza sana kipindi e cha pili dakika ishafika ya 60 hivi mambo yanaanza kubadilika pale kwenye mechi against nani hizo, sasa yaani mechi mbalimbali hizo, wanaanza wanakaza sana halafu ikifika dakika e 60 bwana, wana wanafanya. Unajua kwa nini nakuuliza swali hilo, sijui kilichomuondoa mm, Bares ni nini mpaka sasa hivi Yani, mi binafsi, mm, ukiniuliza mm, <coughs> kilicho mwundo wa Baresi sija akipata eaktl ni kitu gani? i Mayanja <coughs> mm, ili Mayanja afanye vizuri, tunamlinganisha na, na, na, na, na timu ilipo, sindio? Kwa sababu mashujaa alifanya vizuri mm miaka ya miaka hii akiwa na, na, na Baresi <coughs> na Baresi, moja wa makocha walikuwa wanamsuudu vizuri ni pamoja na, na mimi <coughs> na angalia kiwango chake kiwa alipokuwa, labda matokeo ya tano, tano tano, ile ya Yanga, inawezekana yalimuweka kwenye nafasi mbaya zaidi. <coughs> Lakini haina maana ya kwamba Mayanja, I mean Baresi alikuwa ni kocha mbaya. <coughs> Na mashujaa walipo sasa hivi inawezekana ikawa ni Yani timu za timu za taasisi hizi, hasa timu za majeshi, hawana huo uvumilivu wa kusema wakata kupa muda ujifikirie uji <coughs> kesho na kesho na kesho kutwa uanze kwa ajili ya kuangalia kesho itakuwaje. Wenyewe mm -hmm. wanaangalia one step, alafu ukizingua wanakuweka pembeni, lakini kuzingua kwake baresi na nikiinganisha na Mayanja, yawezekana Mayanja akaja kufanya kile, kile ambacho alikuwa akifanya baresi mpaka akaondoka Mashujaa. Kama sijakosea wako nafasi ya, ya kumi eh. Wako nafasi ya kumi, nafasi ambayo <coughs> obviously wako wako nafasi nzuri, hata kama wako nafasi ya kumi, lakini kiwango chao kiko vibaya kiasi, iko mpaka tuseme, labda walikuwa alitete. Yes, Mayanja hiyo inampa nafasi nzuri kwa ajili ya ya kuendeleza kila ambacho alikuwa nakifanya Baresi. <coughs> Well, yawezekana Uh, Mashujaa mashabiki zake wasio impressed na kiwango ambacho alikuwa anakionyesha mm. Bares lakini, tujiulize kwa mchezaji mmoja mmoja ndani ya, ya Mashujaa na timu kwa ujumla, Are they good enough kuwaweka kwenye hiyo hiyo class ya kusema kwamba uh, Bares alitakiwa afanye kitu gani? Kwa sababu lazima tuangalie target za timu kwa, kwa ujumla si ndio? mm. Mashujaa wako kwenye target namba moja, in, in, mm. inatakiwa kwenye target namba target gani si ndio? mm. obviously mm. wanaweza wakawa kwenye target ya kuwania top 4 target namba moja kwanza, waingia kwenye top 4, si ndio? Sasa tujiulize, kwa miaka ya karibuni mashujaa wamekuwa kwenye hiyo top 4? Maanake haijaonekana, na huu ni msimu wao wa pili, wa pili wanaenda wa tatu, ni wa pili, si ndio? Msimu wao wa kwanza maanake hawakuingia kwenye hiyo top 4. Kwa hiyo Baresi, asipokuwepo kwenye top 4 uweze kumhukumu kwa kitu hicho, msimu wao wa pili ndio hivi kama wa walivyoanza, yawezekana kuna daraja fulani hivi wanaliona. Twende msimu uliopita, si ndio? mm. Msimu uliopita mechi za mwisho ndio zilikuja kuamua hatima ya mashujaa kwamba wanani, labda wamechungulia huko kwamba hawataki kurudi tena. Lakini je, tatizo ni kochi kwamba mpaka wamechungulia huko hawataki kurudi tena, au tatizo linaweza kaa kwenye timu kwa ujumla? Yawezekana baada ya mwacha kwenye nafasi hiyo na walikuwa pale, mimi na, nazungumza hivi technically mm. sijawa kwenye ma, kwenye vyumba vyao kule mm. Inawezekana yaliyopo ndani mimi siyajui, ndio maana mm. Baresa akaondoshwa, lakini moja ya kocha bora mimi kwangu mimi. Baresa, ujue kuna kitu kimoja ambacho mimi nimeweza kufanya tathmini yangu ndogo tu, makocha wazawa wengi wakipewa timu hizi mm. wanafundisha. Unaweza kushangaa tu kama Yanga ameondoka eh, kuna timu ambayo anafundisha Mbeya City mm. eh, ameondoka lakini huwezi kuyasikia yeah, wale waliokuwa nayafanya kule ni mabaya nina nini au unataka mimi zile, anaondolewa hivi katika timu anafundisha, anaondolewa, lakini huwezi kusikia alifanya hivi alifanya hivi na hivi. Lakini hawa makocha wanawakuja kigeni, utasikia ah, yule ameondolewa kwa sababu ah, labda jeuri, hataki kufuatisha, sijui mnachompangia. Lakini makocha wazao wao wanakubali, wanakubali kupangiwa na kila kitu, na akikubali kupangiwa, akipindisha tu kidogo, akiwa anapindisha msimamo fulani hivi, hautasikia nje, lakini wanawaondoa. Mwana kwa sababu aliyokuita pale unakuta ni urafiki zaidi. Bwana, ehe bwana, uko wapi bwana, bwana Kauta? Ah, bwana suna nini? Njoo kaa hapa. Lakini sasa hutakuwa na meno ya kumwambia yule aliyokuita kwamba bwana, hapa umekosea. Kwa hiyo siku zote lazima utakuwa chini nayo. Siku si, timu inafanya vibaya, wa kwanza kuangushiwa mzigo ni wewe, lakini kumbe ile timu umepokea katika nini? Aa, wanasema mali kauli mdomo tu kwamba kwa njoo piga piga hapa ina nini huku tunaangalia mambo yanakaa sawa. Hiyo ni changamoto kubwa sana nakuta makocha wazawa Unafikiri kwa nini hiyo mm, changamoto inatokea? Si professional yani, uh, unakuwa ujiamini na kile ulicho nacho ni kocha hajiamini eh, kwa sababu kutoaa nini huna ka, ajira imekuwa ngumu. Amona unajua kwa nini Julio akai kwenye timu kuwa mkweli, anakuwa ukishakuwa mkweli shida ndio shida ya makocha wazao, maana yake yeye hataki hiyo changamoto. Ni wangapi, wangapi wanasimama na Julio? Yani hapo lazima tuje sasa. Hapo ndo kazi. Muulize ni wangapi wangapi wanasema najiuliwa, kwa sababu hilo swali lazima tujiulize, kati ya changamoto zinazo waku nakuelewa, yani nakuelewa, yani very fine kabisa. Mtu atakuja oh, si nini yetu, lazima tujiulize. Ii mwingine atakwambia oh, tunataka tu makocha wa kigeni Uh, wanaweza ukawa kwenye nafasi hiyo ambayo una, unaisemea wewe kwamba wanaondoshwa kwa sababu nyingine ambazo ziko nje, ni kwa sababu ya mazingira yote, si ndio? Hali ya mazingira ya timu za timu ambazo zinasimamiwa na wakocha wazawa ni ngumu sana, hadi makocha wenyewe wanakuwa na ugumu. Imagine coach uh, wewe unatakiwa uimply mbinu zako kwenye mazingira magumu. Tu, tu, tu, tule mfano tu wa mashujaa hao hao mm, wako Kigoma wanatakiwa wacheze mchezo labda lwangwa, si ndio? Mm, Mashujaa sijui kama uchumi wao unawaruhusu wasafiri kwa ndege, si ndio? Mm, manake mara nyingi utakuta wanasafiri kwa usafiri binafsi, na mbaya zaidi sasa, hii ni timu ya kijeshi kwa hiyo unakuta usafiri wao ni, ni, basi, ni mabasi haya ya kijeshi yani, ni escort kwanza kila kitu mm. Ni twende kijeshi jeshi mm. Wakati kuna zile fasiliti za, ku, za mchezaji yani haihitaji hata mwanajeshi mm. kwenye mpira yani mm. Kawaida mchezaji atakiwa asafiri vipi? Na kuna mabasi ambayo ni mazuri tu kwa ajili ya kuwafanya wa relax au saa nyingine wafike sehemu wapumzike wafanye nini kwa ajili ya wafike eneo la tukio, kwa sababu uh, unajua kwa nini prisons na Mashujaa, hata JKT wenyewe, yawezekana JKT wanafanya very better kwa sababu wamekusanya wa wachezaji wengi ambao wamepita kwenye hivi vilabu yani wame, wamekuwa nji mbele ya muda kuinganisha na hao wenzao, lakini zamani ilikuwepo ni Ruvu Shooting na nakumbuka JKT Ujoro. Kuna ile ilikuwa ya Tanga ile ilikuwa ni mgambo JKT ilikuwa ni hivyo ya zile taasisi. Kwa nini mara nyingi unakuta wana fail kwenye management? Ni kwa sababu kwenye management zao wapo watu ambao sio wa mpira mm -hmm. Yaani wakikuona una idea ya kupiga na dadana au ku kuelezea kitu fulani, tayari wewe unaweza ukawa, ukawa selected kwenda kwenye management. Niliongea na mchezaji mmoja alikuwa ni wa Tanzania Prisons mm -hmm. Sitamtaja jina, lakini kati ya vitu alivyoniambia aliniambia kwenye management mara nyingi unakuta wapo watu ambao sio wa mpira. Kwa hiyo hata wakienda kuelekeza vitu vyao vinavyohusiana na mpira hawapati ushirikiano pasei, kwa sababu wale watu ambao wanakuwa wanatakiwa wasikilize ni watu ambao sio wa mpira, si ndio? Mm. Kwa mfano uh, timu na, na pekee hata kwenye, so kwenye, so kwenye, so kwenye taasisi yoyote ukienda kuwasilisha kitu chako is obvious, lazima uwasilishe kwa mtu ambaye ana idea na kile kitu, si ndio? Mara nyingi unakuta hata HR anaweza akawa hata na wasaidizi wake ambao wana wana idea kwenye hivyo vitu, kwa hiyo kwenye hizo taasisi mm-hmm. yawezekana Mashujaa wakawa na matatizo yanayofanana hayo hayo. na, na, Nathan aniambie kwamba una, unaona safari ya Salma Yanga katika hizi mechi zizosalia anaweza akashinda zote au kuna asipoweka yale matumaini, yani wale malengo walioyategemea kuyaleta pale, anaweza ana akafika nao msimu mwingine. Nafikiri maengo ana pressure kubwa sana ndani mm ya mashujaa, nafasi aliyopo nafasi ya kumi point 25, mm, uh, point 24 kumradi, point 24. Yeah. Of course sio sehemu ambayo ina pressure tofauti na eneo ambalo yupo Kenya Gold ama Tanzania Prison, kwa moja kwa moja uh, Mayanja ubora wake tunafahamu, experience yake, experience ndani ya ligi kuu uh, Tanzania. Amefundisha vilabu kadhaa, Mtibwa, Kenigo wa... vilabu amefundishwa hata mara kadhaa pia. Amefundisha timu ya taifa Tanzania, ndio timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo moja kwa moja ubora wake mimi sina mashaka na hmm. uh, Salum katika uh, kufundisha, lakini sasa changamoto inakuja support atakayopata kutoka kwa viongozi na, na eka shamba support viongozi yes, wa support. Unaomba amezungumza hapa yeah, na wewe pia umezungumza kwamba mara nyingi sana unakuta makocha wazawa hawapewi mm. vitu vyote kamili kama jinsi ambavyo wanapewa wageni mm. Hicho ndio kitu mara nyingi ambacho unakuta kinawafelisha mara nyingi mm. eh, makocha wazawa ni kutokana kwamba sisi kwa sisi tunachukuliana, tunasema oya oya. Yaani, kuna kitu ambacho mm. unakiona kabisa kama hichi kinahitaji professional, lakini kwa sababu unamuona huyu ni mwenzetu, unamwambia bana kufanya ah, mambo fulani kisha kwa kufanya nini kinafanya nini kinaenda sasa. Support kutoka kwa uongozi, mimi nafikiri moja kwa moja ndio inaweza kumjengea, uh, mazingira mazuri Mayanja kuweza kufanya vizuri, pamoja na kwamba uh, ana michezo migumu. Fixture yake sio rahisi kihivyo, uh-huh. Uh, ana fixture ngumu. Kijaribu uh, kutizama hapa katika michezo ambayo imesalia michezo saba na takriban michezo minne nyumbani mitatu akiwa yupo awe nini, nini. moja kwa moja mm. na mchezo unaokuja ni dhidi ya Singida na atakuwa nyumbani. Hii itakuwa ni tarehe tano lakini pia na mchezo tarehe kumi dhidi ya Tabora. Yote ni michezo migumu. Singida, yeah. Tunajua ubora wao ambao wanao. Nafasi mm. ambayo walipo katika ligi kuu na nini ambacho wanakitafuta. Tabora nayo pia hivyo hivyo. Ni miongoni mwa wale ambao wanashindania nafasi tano za juu. Ubora wake pia tunaufahamu, nini ambacho wanachokitafuta pia tunafahamu. Sijajua labda, na wao baada ya kukumbana na hii ghasia ya mwalimu wao, labda kuna namna fulani wanaweza waka drop, lakini moja kwa moja ni michezo migumu kwa Mayanga, hmm. Mayanga lakini yeah, sina shaka na kikosi cha Mashujaa, namna jinsi ambavyo kilivyo toka chini ya Bares. Binafsi hata mimi sikuona si sababu za Bares kuondolewa Mashujaa kutokana na performance ambayo alikuwa uh, anaionyesha. Hakuna kitu ambacho kwa unakiona kwamba labda uh, Bares kwa namna ambavyo anaenda ataishusha timu no kama jinsi ambavyo ilivyo Kenny Gold ama ilivyo Tanzania Prison uh, no. Lakini sijajua kwa sababu ya siasa za mpira wa shujaa, walipochezaga na Simba yes e, uliona ile wale mashujaa kweli kweli pale nyumbani wakijituma mm, na kutaf, yani mpaka Simba walikuja kupata gold dakika za jioni kabisa eh, yeah. Mkwala Les Mkwala afunga kwa kichwa jioni kabisa ile, ndo mashujaa watu wanataka wacheze, vile mashujaa icheze vile. Sasa kwa performance mm, wao ni team za average ya kati, zote wakutana na Simba, Yanga, Azam wanakaza sana lakini wakutana wenyewe kwa wenyewe Mashujaa na kosti sijui Mashujaa na JKT, Mashujaa sijui na nani, yani wakuta uh, ya, yaani naona unajiuliza hii ni Mashujaa kweli? Ile Mashujaa ambayo niliiona juzi Mashujaa sasa, sijajua ni timu nyingi za hivi za daraja la kati zinakuwa hivyo zikicheza na timu kubwa. Sasa tunataka, watu wanataka waione Mashujaa ile ambayo, Mashujaa yenye kukaza kweli kweli, ile masu, Mashujaa iliocheza na Simba ambayo ilikaza mm, kocha alikuwa mm, nani uwe Baresi alikuwa Baresi kwau, kumbe tatizo sio Baresi. Sasa tatizo na hiyo mechi nyingine ambao watu ambao <laughs> wanataka nani ambao <laughs> mwona kucheza na Yanga wamefungwa ngapi? ngoja kwanza <laughs> yaani kucheza na Yanga kufungwa tano haina <laughs> mm. maana ya kwamba wakicheza na <laughs> la Simba ndio licha tu ya kucheza na Simba kucheza na hizi timu zingine za kati unatakiwa wacheze kama walivyokuwa wanacheza yani, mimi nimekuuliza swali moja, moyocheza na hizo timu za kati, kocha alikuwa baresi, walivyocheza na Simba kocha, kocha na yeah. Shida ni nani? shida ni kocha au ni shida ni nini ni. Mbinu unazotumia mwalimu na wachezaji Sh... ah, ah, wako shida ni wachezaji kwenye hiyo shida ni wachezaji hapo. Kwa hiyo hata <coughs> kama mchezaji mentality yake anajua kwamba hapa anacheza na Simba nicheze hivi mm. Na mchezaji huyo huyo anajua kwamba hapa anacheza na Dodoma Jiji, anajua yeah, anacheza na Pamba nicheze hivi, hiyo sio shida ya coach. hakuna kochi anaweza akaamka akakwambia, guys leo tunacheza na Simba nataka wote mngate meno yeah. alafu akarudi tena kesho akambia, guys la naleni tu kesho tunacheza hiyo hiyo, sio kocha.